Wiki hii sarakasi na mbwembwe za kisiasa zilishuhudiwa katika kampeni za uchaguzi mdogo eneo la Mbeere kaskazini. Makabiliano makali baina ya naibu wa rais Profesa Kidhore Kindiki na mtangulizi wake Rigathi Gachagua, kila mmoja akizidisha juhudi za kuimarisha umaarufu wa mgombea wake, wote wakitumia njia tofauti kutafuta uungwaji mkono. Pande moja, Gachagua anatembea nyumba hadi nyumba kumpigia debe Newton Karish. Upande wa pili Kindiki naye akionekana kujitahidi uh, kutangamana na wananchi ikiwa ni pamoja na kunywa chai na wakazi. Kwa wiki mzima eneo la Mbere kaskazini limekuwa mwenyeji wa mbwembwe na mikiki mikiki ya kisiasa. Kampeni za chaguzi ndogo. Pande moja Gashagwa akimpigia debe Newton Karis. Mtaamka mapema! Mtaamka mapema! Pande mwingine Kindiki injili ikiwa ni ya Leonard Wamuthende. Wamuthende aingie bunge, Wamuthende aingie bunge, Wamuthende aingie bunge, Wamuthende aingie bunge, iko kura ya Wamuthende. Hapa kampeni zimechacha, wanavyokabiliana Kindiki na Rigiji, huenda ukadhani wanajitafutia kura wenyewe. Huyu akikunywa chai na wakazi upande huu, pande mwingine yule anatembea nyumba kwa nyumba. Wote kauli ni moja, eti hawabanduki mpaka mgombea wao atakapotangazwa mshindi. And for the avoidance of doubt, kwa sababu sijasema hii, let me say today, hii tabia ya kujitangaza we mwenyewe ati sijui mimi ndiye mkubwa ya hii mlima. Nani alikuchagua mkubwa wa mlima? Nikiwa eh hapa nyumbani, I am the senior most political leader in Mount Kenya region, for the avoidance of doubt. Soprano nimemwona hapa Mbeere North na tumeona akisema, nani alichagua Rigiji ati yeye ndiye mkubwa wa mlima? Sauti hana, atakuaje mkubwa wetu? Mtu hana sauti, atatutetea? Gavana sisire Mbarire, unaweza kutupa taswira kamili ya itakavyokuwa baada ya uchaguzi, wakati wa kuhesabu kura? wa Mudende wa Mudende wa Mudende wa Mudende wa Mudende gita gita Karish naye anaonekana kutofautiana na haya. Wewe unaonaje? Wakati wa kuhesabu kura mambo yatakuwa vipi? Mudende Karish. Karish. Mboy Karish Karish, juzi tumetembelea grandfather grandmother wake akasema Karish tosha. Sasa wea roko unaenda kwa media kusema una grandmother, yani unaruka mpaka grandmother wako. Zinaitwa mbwembwe za kampeni. Naye seneta John Methu amekuja na sarakasi zake. Wea candidate yako watafanya nini? Zabrano anasimama hapa. Kandeti yako atafanya nini? Unasema tuambia, tujague. Amewahi kuwa mzee wa mtaa, amewahi amu kuwa chief, patiwa kiti yoyote, hata wakanisa yao kazi ya kuhesabu sadaka. James Mwangi, makala ya Mizengwe.